Kuna udaku katika malimwengu ambao ni smart sana. Yes. Na unagusia tu hapo ambapo umesikia nikitaja baina ya methali zinazofungamana mambo kama haya. Mm-hmm. Do you want to listen to it? Very. Haya. Malimwengu. Kule upande wa Italia jeshi. Mm -hmm. Italia kukafanyika jambo. Yes. Kuna jamaa mzee. Mm-hmm. Mzee. Mm -hmm. Miaka 58. 58, so mzee kivo. Ni mzee. Bado ni. Huyu ana wajukuu. Ni mbaba mbaba. Akuna wajukuu. Ma, ma, ma, mama, is... Sasa, this man, mathake alikufa kitambo, like the mother died years ago. Na the mother was being given pension. Kwa napewa pensheni. So, mamake alikuwa anapewa pensheni, alikuwa mtu, alikuwa mfanya kazi kwa public service, kwa hivyo pension alikuwa anapata. You understand? Sasa, ikafika mm. mm -hmm. kipindi, ah, this man, mm. akaona, Hai, hiyo pension ya mathe itakuwa inaenda hivyo. Inaenda, ai, haiendi kabisa. Alafu kizuri sura yake na mama yake ni wale watoto wanafanana na mama yao. Na mama zao. Eh. Wow. Wow. Sasa, this man akamua hizo pesa, hai, kuna vile, sasa, mimi nitakuwa nazipa <laughs> Uzi, sasa, wacha hiyo yenye nafikiria labda ndio hiyo. So the man decided, <laughs> e. ataenda kununua wigi old school. I knew. Akaenda <laughs> akanunua zile, vitu polish makeup kidogo kidogo. Ayy, alafu eh, advantage ndio hapa advantage, watu wa ndevu kama masellers hapo, mm, ndio advantage inaingilia akuwa na aku ndevu, because angekuwa kama mimi zisingeongea zingeonekana, so because ye ana ndevu mm, akajipiga makeup na akaanza kupokea pension ya mama yake, kama one year hivi amekuwa akipokea, acha mchezo na nimekuja nataka mnipe ile pension yangu unitumia, unajua ile akaunti nyingine nilibadilisha, sasa nataka mweze kuweka kwa hii ingine. Alafu jua harakisha kijana yangu, unajua siongei sana sana. Alekam kwa hiyo kuongea, akisema kabezi kanapita ndani si alikuwa anaongea kama mtu amezeeka, lakini sasa shida base base nayo ni nani? Sasa nipe sasa, si anaongea leo mni munipe kwa hivyo alikamatwa, alikamatwa na nasema kwamba ni aliwania, kwa hivyo makosi kwapi? Sinia mama yake anasema u jamaa ajakuwa na kazi, alafu amekuwa tulezi, pension ya maadhe bazaza, si maadhe alikufa, ifai apewe sasa, amekua kiendea. Na madhe alikuva akiwa ai, ai jamaa kakamatwa kwenda kufanya uchunguzi kwa nyumba mm. mawigi za kitambo za wazee wazee zimejaa hivi, mambo ya polishing zote, pale nilicheka, tsasasasa hu, unahisi kwamba jamaa achukuliwe makosa Yeah, it can be possible because masquerading as someone else, bado ni makosa hata uh -huh. Kuunda tu mtandao ah, yeah. Yeah. Ka kwa mfano Kenya uunde tu mtandao wa rais, jua. Eh. So haya am mambo fanyika but this one decided wacha nitumie nionekane mimi ni mama yangu, mm. nipate pension ambayo my mother used to get kabla afariki. So the man decided, na akakamatwa. Ulikuwa unasema labda mtu alimseti, ni kama mtu alimseti ah. Lakini sasa vipi tena, do you know walls have ears hey. so ni kama mtu alipita pita mahali akachunguza rada akasema, oh so you don't want to work and earn your own money. Unataka kutumia, but sasa kazi haipo kuchukua pesa si ndio? Hujapewa kazi, sasa tafanyaje? Because you tell me why hawaje kwa kumshika for the past one year? Si lazima kuna mtu ameenda akamset. Sauti. Ungekuwa kumshika, ungemshika even hiyo tu what time ameenda kuulizia pesa. Sasa acha nijaribu kuwa yeye alafu wewe unanipa hizo pesa, si ndio? Ah, sasa ni sabahi kama kawaida watu wa pension. Good morning. Good madam. eh. eh. eh. eh. eh. Hivyo ndio alishikwa. eh. Hivyo ndio alishikwa. <laughs>